Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambayo sasa iko kwenye awamu ya sita chini ya uongozi wa Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan imeendelea kuchukua hatua mbali, madhubuti mbalimbali mbali, za kuimarisha ustahimilivu wa taifa dhidi ya majanga kupitia utekelezaji wa sera, sheria, mikakati na miradi mbalimbali ambayo huwa tunaiandaa ikiwemo kuandaa na kuuisha nyaraka za kitaifa kuhusu maafa, ikiwemo zifuatazo. Ya kwanza, tunayo sera ya taifa ya usimamizi wa maafa toleo la mwaka 2025, linazungumzia kwa kina namna tunavyoweza kusimamia maafa hapa nchini. Lakini tumetengeneza sheria ya usimamizi wa maafa sura namba 242, imeeleza maafa yapi tuyape huduma na nani na nani washiriki ikiwemo na jamii inayozunguka eneo lenye maafa. Tatu, mkakati wa taifa wa usimamizi wa maafa huu umeeleza namna ambavyo tunasimamia maafa mpaka ngazi ya vitongoji ambako ndiko matukio haya pia yanajitokeza, na mkakati huu ulianza kutumika mwaka 2022 na tutaupeleka mpaka 2027, tutafanya tathmini, tuendelee na mkakati mwingine baada ya mwaka 2027. Pia tuna mpango wa taifa kujiandaa na kukabiliana na maafa. Mpango huu unasisitiza kila sekta inayofanya kazi, ambayo inajua sekta hii inakuwa na changamoto inayoweza kuathiri miundombinu hiyo, lazima ijiandae kwa kununua vifaa vya kukabiliana na maafa hayo. Kwa mfano, manispaa jiji eh, la Mbeya linajua hapa kuna nyumba za raia makazi ya wananchi na yoko ya magorofa, lazima wajiandae na ja majanga kama vile moto, wanaweza kuzima mpaka kwenye magorofa. Kwa hiyo ni wajibu wajipange namna ambavyo wanaweza kukabiliana na maafa. Hii ilianza mwaka 2022 lakini, pina tumejiandaa kwa kuweka mwongozo wa taifa wa ugharimiaji wa hatari za maafa ili kuongeza ushiriki wa wadau katika kugharamia shughuli za maafa. Tuna ujenzi wa kituo cha taifa cha usimamizi wa maafa jijini Dodoma, ili kuimarisha uratibu na usimamizi wa shughuli za maafa hapa nchini. Nne, kuimarisha mifumo ya tahadhari ya mapema kwa kuwawezesha vifaa na teknolojia ya kisasa ikiwemo kuanzishwa kwa kituo cha ufuatiliaji wa majanga na utoaji wa taarifa za tahadhari kilichounganishwa na vituo vya kikanda barani Afrika. Tano, tumeimarisha usahihi wa utabiri wa hali ya hewa kupitia mamlaka hali ya hewa ambayo sasa umefikia asilimia 85 ya uhakika wake, hivyo husaidia kupunguza madhara ya maafa kwa zaidi ya asilimia 30. Kwenye eneo hili sasa hivi idara yetu ya hali ya hewa imesaidia sana kujiimarisha na wakitoa utabiri wao, kwa kweli sasa hivi unakuwa wa uhakika. Zamani utabiri wao unaambia kesho kutakuwa na mvua nyingi, alafu linakuja jua kali. Lakini sasa serikali imeimarisha, tuna mitambo, tuna wataalamu. Leo wakisema kesho hali ya hewa kutakuwa na mvua, ni kweli kutakuwa na mvua. Kesho mvua itakuwa kubwa, lazima watu walio kama bondeni wawe na tahadhari. Hii ndio maana yake, lakini pia tunajumuisha mikakati ya kupunguza maafa na mabadiliko ya tabia nchi katika bajeti zetu za serikali ili kulinda maisha ya wananchi wetu na ustawi wa wananchi wetu ndani ya taifa letu. Kwa hiyo, ndugu wananchi, katika sekta mbalimbali nazo pia tumejiwekea malengo ikiwemo na sekta ya afya. Serikali imeimarisha huduma za afya ya msingi, vituo vya dharura, upatikanaji wa dawa na mifumo ya tahadhari mapema dhidi ya magonjwa ya mlipuko yanaweza kutokea maeneo yenye maafa. Kwa pamoja, nataka niwahakikishie, tukiwekeza katika kujenga ustahimilivu wa jamii dhidi ya maafa, tutaokoa maisha ya watu wetu, mali za watu wetu, na rasilimali za watu wetu via vyaza taifa. Taarifa niliyopokea hapa na inaonyesha pia hata uhalisi wa maandalizi maandalizi haya yanajua ya kuanza leo toka tulipoomba mkoa wa Mbeya ufanye maandalizi na ukakubali ombi hili, maandalizi yamekuwa yakiendelea. Nataka nianze kwa kumshukuru mkuu wa mkoa wa Mbeya ushiriki moja kwa moja kwenye maandalizi. Leo tunapokuja kuunganisha nguvu kukamilisha maandalizi, tayari mkoa wa Mbeya ulishafanya kazi kubwa, ongera sana. Lakini vile vile nishukuru wizara zetu zote, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Zanzibar kwa ushiriki wa pamoja kuhakikisha kwamba sherehe hii ya kitaifa inafana na inafanikiwa kwa kiwango cha juu. Ndugu jumba wa kamati ya maandalizi, nitamke tu kwamba nimeridhishwa na maandalizi, sasa kwa naona bado kazi zinaendelea. Nisichukue muda mrefu, mwendelee na, na majukumu yaliyobaki. Fikia jioni, naamini kila kitu imara na wala sipashi. Mawaziri wote wako hapa kutoka yote hizo, lakini pia makatibu wakuu, wajumbe wa salama kwa kwaujuma, kamati ya maandalizi na sherehe kwa ujumla, mambo kesho atakuwa mazuri.